Okay ndugu zangu, ninapenda niwakaribishe sana kwa mara nyingine, mnaoniona na kunitazama. Mimi ninaitwa Dr. Kabezi, ni mtaalamu wa tiba. Mimi napatikana Tanzania, napatikana mkoa wa Mwanza. Kwa wale mnaoishi Tanzania, mimi napatikana mkoa wa Mwanza, na katika mkoa wa Mwanza mimi napatikana wilaya ya Nyamagana na unapofika wilaya Nyamagana, mimi napatikana kata ya Mkolani. Mimi niko Mkolani, na ukifika Mkolani, mimi napatikana kijiji au mtaa unaitwa Kasese, ni nyuma ya kanisa la Roman Katoliki. Ndugu zanguni, mimi nashughulika na tiba zote, nashughulika na maradhi sugu, lakini pia nashughulika na mambo binafsi kwa wale watu ambao wana nuksi, wana mikosi wana vifungo, wamerogezewa mapepo, wamerogezewa kuto kufanikiwa, wamerogezewa pombe, wamerogezewa magonjwa. Yote haya mimi nashughulika nayo kwa sababu kuna watu wanaumwa magonjwa mbalimbali mbali, lakini magonjwa hayo yanakuwa ni ya kurogezewa. Sasa yote haya mimi Dr Kabezi nashughulika nayo moja kwa moja kabisa kutoka katika ofisi zangu ambazo zinapatikana hapa Tanzania, lakini mkoa wa Mwanza. Ndugu zangu, ni wale wote ambao mna maradhi yaliyoshindikana kwa muda mrefu, haijalishi ni maradhi ya dizaini gani, naomba sana kwa ueledi mzuri tuwasiliane utapata huduma na utatibiwa, utapona. Uwe ume, una maradhi ya kurogezewa au maradhi yasiyo ya kurogezewa, yote haya naomba tuwasiliane, utatibiwa, utapona. Mfano, kuna watu wana tatizo la kisukari. Kisukari kimekuwa ni tatizo, na siku hizi watu wabaya, watu wenye roho mbaya, watu wenye ushirikina eh, wamekuwa wanatengenezea mtu maradhi Eh, anajua anaumwa ukimwi anajua anaumwa kisukari anajua anaumwa madonda ya tumbo anajua anaumwa presha kumbe presha hiyo sio ya kawaida ni presha ya kutengenezwa kwa mambo ya ajabu ajabu tu ili mradi utumie muda mwingi utumie gharama nyingi kutibisha matatizo hayo bila kupona ili kama una kipato ufirisike sasa yote haya Dr. Kabezi ninayatibu kwa hiyo wewe kama um, ni mwanga wa matatizo wa maradhi yana muda mrefu, yawezekana baba yako ana kisukari cha muda mrefu, njoo tuwasiliane, nitakutibu kwa siku kumi na nne nitakupa dawa, hata ukiwa unaishi Marekani, hata ukiwa unaishi ishi Zambia, hata ukiwa unaishi Malawi, hata ukiwa na ishi South Africa, popote pale duniani, kama una tatizo la kisukari cha muda mrefu, umekwisha tembea, lakini mahospitalini haujapata tiba na ukapona. Dokta Kabezi, mimi natumia tiba za asili na nitakutibu, nitakutumia dawa na utapona. Na wale wale ambao mnasumbuka na presha ya muda mrefu, iwe ya kupanda, iwe ya kushuka, iwe ya kurogezewa, isiwe ya kurogezewa, naomba tuwasiliane. Dr Kabezi, nitakutibu na nitakupa dawa utatumia ndani ya siku kumi na nne na tatizo lako litaisha kabisa. maisha yako yote tatizo la presha utakuwa umeondokana nalo. Mimi ni mtaalamu na tiba ni Kalama tiba sio maneno. Kwa hiyo mimi siongei maneno, mimi naongea vitendo. Kwa wewe unaonitazama, unaonifuatilia, kama una matatizo unayoyataja, naomba tuwasiliane. Lakini pia vidonda vya tumbo, havijalishi, haviangalii wewe ni mtu mzima au ni mtoto mdogo. Siku hizi vidonda vya tumbo, hata mtoto wa mwaka mmoja unaweza ukamkuta ana tatizo la vidonda vya tumbo. Pia naomba tuwasiliane kwa wewe unaonifuatilia popote ulipo duniani, kama una tatizo la vidonda vya tumbo, viwe vya kurogezewa, viwe vya kawaida, sio vya kurogezewa, naomba tuwasiliane. Nitakupa dawa siku kumi na nne, dawa zangu utaweza kutumia na utapona tatizo la vidonda vya tumbo. Lakini pia wale watu ambao mnasumbuka na miguu kuwaka moto, miguu kuuma Eh, shida ya vitu mbalimbali mbali maradhi katika mwili yanakusumbua, njoo pia tuwasiliane. Lakini pia wale wenye tatizo la ugonjwa wa homa ya ini Homa ya ini ni ugonjwa mbaya sana ambao unaua, na hospitalini mara nyingi hautibiki ovyo, ovyo. Lakini mi Dr. Kabezi natibu malazi sugu na sio sugu. Kwa hiyo kama una tatizo la ugonjwa wa homa ya ini naomba pia tu wasiliane. Yani, dawa ninazo nzuri, lakini pia ni, mwenye, ni mtu ambaye nimepewa uwezo na Mwenyezi Mungu wa kutambua dawa za asili za kutibu watu na kupona lakini pia ndugu zangu, ni watu wenye tatizo la kifafa. Tatizo la kifafa kama kinakusumbua, una baba yako, una mama yako, una dada yako, ana tatizo la kifafa eh, kinamsumbua sana, anaanguka hovyohovyo, pia ugonjwa huu mimi nautibu kwa siku 30. nitakutumia dawa, nitakupa dawa popote ulipo, kama uko Marekani, uko Uingereza, uko Dubai, huko Kanada, nitakupa dawa siku thelathini kwa wewe.